DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Hivi sasa ni saa kumi na mbili kamili alfajiri hapo Afrika Mashariki na hapa Ulaya ya kati, katika msimu huu wa baridi sasa ni saa kumi alfajiri. Ni matumaini yangu kuwa umeamka salama msikilizaji, popote pale ulipo, karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Umoja wa Mataifa yafichua majaribio ya mauaji dhidi ya viongozi wakuu wa Syria. Ukraine yasisitiza kuwa itafanya uchaguzi baada ya dhamana za kiusalama. Rais Donald Trump asema hakuna hitimisho lolote la mwisho kuhusu Iran. Habari kamili Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yake na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hayakufikia hitimisho lolote la mwisho kuhusu Iran. Amesisitiza kuwa mazungumzo na Teheran yataendelea akionyesha uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mapya ya kidiplomasia. Netanyahu, licha jitihada zake za kuishinikiza msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran, hakuonekana kupata ahadi alizokuwa akizitafuta kutoka kwa Trump. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi hiyo itafanya uchaguzi baada ya kupata dhamana za kiusalama na kufikiwa kwa usitishaji mapigano na Urusi. Kiongozi huyo amekanusha madai kwamba anapanga kuitisha uchaguzi mpya kufuatia shinikizo kutoka Marekani. Gazeti la The Financial Times liliripoti kwamba Ukraine ilikuwa inafikiria uwezekano wa kufanya uchaguzi wa urais ndani ya miezi mitatu ijayo ikidaiwa, e, hali hiyo imetokana na shinikizo kutoka Washington. Damascus. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imefichua kuwa rais wa Siria pamoja na mawaziri, ama, pamoja na mawaziri wawili wa, wa serikali waziri wa mambo ya ndani na waziri wa mambo ya nje walilengwa katika majaribio matano ya mauaji yaliyoshindikana mwaka uliopita. Ripoti hiyo iliyotolewa Jumatano na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inaangazia kwa kina mazingira ya kiusalama nchini Siria na juhudi za makundi ya kigaidi kudhoofisha serikali mpya ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, rais Ahmed Al Sharaa, waziri wa mambo ya ndani Anas Hasan Khatab na waziri wa mambo ya nje Asad Al Shibani walilengwa katika majaribio matano tofauti ya mauaji. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Berlin. Idadi ya silaha zinazomilikiwa binafsi na kuripotiwa kupotea au kuibwa nchini Ujerumani imeongezeka maradufu katika kipindi cha miaka minane. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu mpya zilizotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo ambazo zimezua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa ndani na udhibiti wa silaha za kiraia. Kwa mujibu wa wizara hiyo, kufikia mwisho wa mwaka 2025, jumla ya silaha 47335 zilikuwa zimesajiliwa katika daftari la kitaifa kama zilizoibwa au kupotea. Kati ya hizo asilimia 80, sawa na silaha 1038 ziliripotiwa kupotea, huku asilimia 20 zikiripotiwa kuibiwa. Makamu mwenyekiti wa chama cha polisi nchini Ujerumani Manuel Ostermann amesema mwenendo huo unatia wasiwasi. Ottawa. Polisi nchini Canada imethibitisha kuwa msichana mwenye umri wa miaka kumi na nane ndiye aliyefanya shambulio la risasi na kuua watu sita katika shule ya Tumbler Ridge baada ya kumuua mama yake mzazi na kakake wa kambo, mshambuliaji huyo alijiua baadaye, na uchunguzi unaendelea kubaini sababu zilizochochea mauaji hayo ambayo yameelezwa kuwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi ya risasi katika historia ya Canada. Kamanda wa polisi Dwayne McDonald amesema mamlaka bado hazijabaini chanzo cha shambulio hilo. Hata hivyo uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba mshambuliaji alikuwa akikabiliwa na matatizo ya afya ya kiakili. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, DW dunia yetu leo asubuhi. Nam msikilizaji, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na mwenzangu Babu Abdallah. Nami sasa nakukaribisha kwenye dunia yetu leo asubuhi, na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na mazungumzo kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko mjini Washington. Marekani ndio muuzaji mkubwa wa silaha kuliko nchi nyingine yoyote duniani. Na serikali ya Ujerumani imeanza mkakati wa kuwahimiza raia wa Syria walioko nchini humo kurudi nchini mwao. Na moja kwa moja tuanzie huko nchini Marekani, ambako rais Donald Trump amemkaribisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu mjini Washington. Waziri mkuu wa Israel anataka Marekani kwenye mazungumzo kati yake na Iran ishinikize nchi hiyo kuhusiana na silaha na makombora yake pamoja na vitisho vingine vya usalama kutokana na mpango wake wa nyuklia. Mwenzangu Babu Abdallah amefuatilia ziara hiyo ya Netanyahu na ametuandalia ripoti ifuatayo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hayakufikia hitimisho lolote la mwisho kuhusu Iran. Hata hivyo, amesisitiza kuwa mazungumzo na Teheran yataendelea, akionyesha uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mapya ya kidiplomasia. Netanyahu, licha ya jitihada zake za kushinikiza msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran, hakuonekana kupata ahadi alizokuwa akizitafuta kutoka kwa Trump. Katika mkutano wao wa saba tangu Trump aliporejea madarakani mwaka uliopita, Netanyahu ambaye ziara yake ilikuwa kimya kimya kuliko kawaida, aliingia katika mkutano huo akiwa na lengo la kuishinikiza Marekani kuupanua wigo wa majadiliano na Iran. Netanyahu alitaka mazungumzo ya Washington na Tehran yasijikite tu kwenye mpango wa nyuklia bali pia yashughulikie mpango wa makombora ya masafa marefu wa Iran na kuzingatia uungwaji mkono wa Tehran kwa makundi ya wa wanamgambo kama Hamas na Hezbollah. Viongozi hao wawili walizungumza kwa faragha kwa zaidi ya saa mbili na nusu katika kile Trump alichokitaja kuwa mkutano mzuri sana, ingawa alikiri kuwa hakuna maamuzi makubwa yaliyofikiwa. Baadaye, kupitia chapisho la mitandao ya kijamii, Trump aliandika, na hapa namnukuu: hakukuwa na chochote cha mwisho kilichofikiwa, e, isipokuwa nilisisitiza kwamba mazungumzo na Iran yaendelee ili kuona kama makubaliano yanaweza kufikiwa, na ikiwa hilo litafanikiwa, nitamjulisha Netanyahu kwamba hilo litakuwa chaguo sahihi, mwisho wa kumnukuu. Mazungumzo kati ya Trump na Netanyahu yamefanyika siku chache baada ya duru ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Oman, ambayo yalijikita tu kwenye maswala ya nyuklia. Iran imeweka wazi kuwa haitapanua mazungumzo hayo kujumuisha makombora au maswala ya ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Trump ametishia kuishambulia Iran iwapo hakutapatikana makubaliano. Huku Tehran ikiahidi kulipiza kisasi, hali inayoongeza hofu ya kuzuka kwa mzozo mkubwa zaidi. Wakati Marekani ikiendelea kuongeza nguvu za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, Trump ameendelea kusisitiza uungwaji wake mkono kwa Israel, mshirika wa muda mrefu wa Washington na adui mkubwa wa Iran. Katika mahojiano na vyombo vya habari siku ya Jumanne, Trump alirudia onyo lake kali kwa Iran japo kwa upande mwingine alisema anaamini Teheran inataka makubaliano. Shukran, Babu Abdallah. Marekani inauza silaha nyingi zaidi kuliko nchi nyingine yoyote duniani, takwimu zinaonyesha nchi ambazo zinanunua silaha nyingi zaidi zilizotengenezwa nchini Marekani, na wataalamu wanajadili mkakati wa kuepuka utegemezi huo. Mengi zaidi na Bakari Ubena. Nchi tano ndizo zinazoongoza katika mauzo makubwa ya silaha duniani ikiwa ni pamoja na Marekani na Urusi, nyingine ni Ufaransa, Ujerumani na China. Marekani ndio muuzaji mkubwa wa silaha duniani kwa zaidi ya miongo miwili, ikichangia asilimia thelathini na sita ya mauzo ya silaha. Inafuatiwa na Urusi, Ufaransa, Ujerumani na China. Kwa pamoja nchi hizi tano ziliuza asilimia sabini na nne ya silaha zote zilizouzwa kuanzia mwaka elfu mbili hadi elfu mbili ishirini na nne. Hata hivyo, inapasa kuzingatia kwamba ulinzi maana yake si silaha tu. Ulinzi unajumuisha mambo mengine pia kama vile ujasusi, maandalizi yanayofanywa na mashirika mbalimbali mbali, na pia mafunzo. Pamoja na silaha pana mahitaji mengine kama vile miundombinu ya mawasiliano Mbali na Ulaya, je, ni maeneo gani mengine ya dunia yanayonunua silaha kwa wingi kutoka Marekani? Wanunuzi wakubwa kabisa ni nchi za Ulaya na Asia. Kuanzia mwaka elfu mbili hadi elfu mbili ishirini na nne asilimia arobaini na sita ya silaha zilizoingizwa Ulaya zilitoka Marekani. Katika kipindi hicho hicho, nchi za Asia zilinunua asilimia thelathini na tano ya silaha zao kutoka Marekani. Kwa kuzingatia kipindi kifupi cha miaka mitano iliyopita, mauzo hayo yalikuwa makubwa zaidi na kuonyesha jinsi Marekani inavyoongoza katika biashara ya kuuza silaha duniani. Kwa sasa hakuna njia ya haraka ya kuondokana na kuitegemea Marekani. Hayo ameyasema Aylin Matle, mtaalamu wa siasa na mtafiti mkuu kwenye kituo cha usalama na ulinzi katika Baraza la Ujerumani la mahusiano ya nje. Mfano mmoja ni uamuzi wa nchi kadhaa za Ulaya kununua ndege za kivita aina ya F35 tano kutoka Marekani. Hii ina maana kwamba zimeunganishwa katika mfumo na zitaendelea kuitegemea Marekani kwa miaka kadhaa ijayo. Ndani ya kila eneo, mifumo ya biashara haitofautiani sana. Manunuzi pia yanatofautiana, kuanzia asilimia tisini na sita kwa Uholanzi hadi asilimia kumi na saba kwa Hungary miongoni mwa nchi za Ulaya. Nchi kumi na tisa miongoni mwa hamsini ziliagiza silaha kwa wingi kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili ishirini na nne na kufikia zaidi ya nusu ya maagizo yao ya silaha zao kutoka Marekani. Mahusiano haya ya kibiashara yanazidi kuwa makubwa kwa karibu nchi zote zinazonunua silaha kutoka Marekani huo ni mwendelezo wa uhusiano imara na pia ni ongezeko la biashara ya silaha kati ya nchi hizo na Marekani. Naam, huyo alikuwa mwenzangu Bakari Ubena aliyetuandalia na kutusomea ripoti hiyo. Serikali ya Ujerumani imeanza mkakati wa kuwahimiza raia wa Syria walioko nchini humo kurudi Syria kwa hiari, huku maalfu wakiwa tayari wameomba kurejea licha ya hali ngumu ya usalama na kibinadamu inayoendelea katika nchi yao taarifa kamili imeandaliwa na mwandishi wa DW Oliver Piper na inasomwa studioni na Silvanus Karemera. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano, takriban wa Siria elfu sita waliomba kurudi Siria kupitia mpango wa hiari unaofadhiliwa na ofisi ya shirikisho la Ujerumani ya uhamiaji na wakimbizi. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya watu alfu tano mia tisa sabini na sita walioomba, alfu tatu na mia sita sabini na nane tayari wamerudi Siria. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema hatua hiyo inaonyesha kuwa sera ya uhamiaji ya serikali ya Ujerumani inatekelezwa. Amesema na hapa na mnukuu, wale ambao hawana matarajio ya wa kubaki wanapatiwa msaada maalum wa kurejea kwa hiari, mwisho wa kumnukuu. Ameendelea kusema kuwa watu wasio na ruhusa ya kubaki Ujerumani wanapatiwa msaada wa kurudi kwao kwa hiari. Msaada huo unahusisha kulipiwa gharama ya usafiri, ikiwa ni pamoja na nauli za ndege pamoja na pesa taslimu ambazo ni euro elfu moja kwa kila mtu mzima na euro mia tano kwa kila mtoto. Mpango wa Siria ulianzishwa tena mwaka mmoja uliopita baada ya kusimamishwa kutokana na vita. Idadi ya wanaotaka kurejea imeongezeka tangu kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Bashar al Assad mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne kwa mujibu wa ofisi ya uhamiaji nchini Ujerumani. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano wengi walirejea nchini Uturuki, Siria, Urusi, Georgia na Iraq. Katika taarifa yake, ofisi hiyo imesema kuwa jumla ya watu elfu kumi na sita mia tano sabini sita wamesaidiwa kurejea katika nchi zao za asili au nchi ya tatu iliyokubali kuwapokea. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa na mashirika ya misaada wanapinga hatua hiyo. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kushoto au Left Partei, Ines Schwerdtner amesema Siria bado ina hali mbaya yenye dalili za vita vya wenyewe kwa wenyewe na kwamba si wakati mwafaka au kuwafukuza watu kurejea. Amesema mjadala huo kwa sasa haufai kabisa. Sandra Lorenzo, kutoka shirika la misaada maarufu kama kaskazini magharibi mwa Syria amesema, ingawa ni kawaida kwa watu kutaka kurudi nyumbani, hali halisi ni ngumu bado nchini Syria. Amesema miundombinu katika maeneo mengi imeharibiwa na mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo. Amesema miji kama Aleppo na Afrin imeharibiwa vibaya na licha ya mji mkuu wa Damascus kuwa katika hali bora kidogo, changamoto za kibinadamu ni kubwa kote nchini, hasa baada ya temeko la ardhi iliyotokea miaka mitatu iliyopita. Amesema kuna mamia ya maelfu ya watu wanaotegemea msaada wa chakula na wanaohitaji msaada wa kurejesha upatikanaji wa maji, makazi bora na kipato. Shirika lake linaendelea kusaidia kurejesha miundombinu na kuzipatia hospitali mafuta, maji safi na dawa, makazi na ajira. Naila Osman, naibu mkuu wa chama cha mashirika ya misaada ya kijerumani kwa Syria, amesema katika eneo la Halstar karibu na Damascus hakuna nyumba inayokidhi viwango vya kuishi. Ujerumani imeeleza kuwa moja ya vipaumbele vyake ni kusaidia kufufua hospitali nchini Syria na tayari makubaliano yamesainiwa kati yake na ustari tano nchini humo ziko tayari kusaidia juhudi hizo. Osman amesema, wasiria wengi nchini Ujerumani wamejumuika vizuri katika jamii, wanazungumza Kijerumani kwa fasaha na tayari wana ajira. BW Tunavuma kwa kishindo. Huko nchini Bangladesh, hii leo unafanyika uchaguzi mkuu uchaguzi huo unafanyika katika mazingira ambayo wengi wanayataja kuwa ya kipekee katika historia ya kisiasa ya taifa hilo la asia kusini kwa mara ya kwanza tangu uhuru wa mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja chama kilichotawala kwa muda mrefu cha awami league hakitaruhusiwa kushiriki kufuatia vuguvugu vugu la wanafunzi la julai mwaka elfu mbili na ishirini na nne lililomng'oa madarakani aliyekuwa waziri mkuu Sheikh Hasina Hasina kwa sasa yuko uhamishoni India, huku viongozi waandamizi wa chama chake wakikabiliwa na kesi kuhusiana na vifo vya mamia ya watu wakati wa maandamano. Idi Sesanga anauangazia uchaguzi huo na matarajio ya Wabangladesh. Kuto kuwepo kwa chama cha Awami Liji kumeacha ombwe kubwa la kisiasa. Ndani ya ombwe hilo, muungano wa vyama vya kiislamu unaoongozwa na Jamaatul Islam umeibuka kwa nguvu mpya. Kwa mara ya kwanza, vyama vya kiislamu vinaweza kupata mafanikio makubwa zaidi katika sanduku la kura. Hata hivyo, ushindani mkali unatoka kwa chama cha Bangladesh Nationalist Party, BNP, ambacho tafiti kadhaa zinakipa uongozi mdogo wa kura, lakini tofauti ni ndogo sana na hali ya kisiasa imegawanyika. Mchambuzi wa siasa Atlaf Parvez anasema umuhimu wa uchaguzi huu hauna kifani. The importance of the election is unprecedented. umuhimu wa uchaguzi huu haujawahi kushuhudiwa hapo awali. Kuna fursa lakini pia kuna hatari na changamoto kwa wakati mmoja. Watu wana haki na nafasi ya kutumia haki yao ya kupiga kura kwa uhuru na kwa haki katika mazingira yenye usawa kwa kila mtu. Mshangao mwingine mkubwa ni uamuzi wa National Citizen Party, NCP, chama cha wanafunzi kilichoongoza maandamano ya elfu mbili na ishirini na nne kujiunga na muungano wa Jamaat. Awali kiliahidi kugombea peke yake. Sasa kinasema ushirikiano huo ni wa kimkakati ili kushawishi mageuzi ya baada ya uchaguzi, lakini ndani ya chama hicho kuna migawanyiko mikubwa, huku baadhi ya viongozi wake wakiamua kukitupa mkono. Tasnim Jar ni kiongozi wa zamani wa NCP ambaye ameamua kuwa mgombea binafsi. Maandamano ya Julai yalitupa fursa ya kuingia kwenye siasa na kuunda upya utamaduni wetu wa kisiasa. Lakini NCP ilipojiunga na vyama vya zamani vya kisiasa nilipata ugumu kuona jinsi utamaduni mpya wa kisiasa ungeweza kustawi kwa dhati ndani ya mfumo huo. Framework. Mijadala mikali pia imeibuka kuhusu katiba ya taifa. Mapendekezo mapya yanataka Uislamu uendelee kuwa dini ya taifa huku dhana ya utaifa usioegemea dini ikiondolewa. Vyama vya mrengo wa kushoto vimeonya kuwa hatua hiyo inaweza kuzidisha mgawanyiko wa kijamii. Wakati huo huo, uwakilishi wa wanawake uko katika kiwango cha chini kihistoria. Kwa miongo kadhaa Bangladesh iliongozwa na wanawake wawili mashuhuri, Shekha Hasina na Khalida Zia wa BNP, lakini safari hii hakuna chama kikuu kinachoongozwa na mwanamke na idadi ya wagombea wanawake imepungua kwa kiasi kikubwa. Sambamba na uchaguzi wa bunge, kura ya maoni kuhusu marekebisho ya katiba pia inafanyika. Wananchi wataamua kwa kura ya ndio au hapana. Wapiga kura wa Bangladesh hawachagui tu viongozi wapya, wanaamua pia mwelekeo wa taifa lao, kati ya misingi ya kidemokrasia ya awali, siasa za kiislamu zinazoinukia na matumaini ya kizazi kipya kilichoanzisha mabadiliko mwaka 2024. Asante sana mwenzangu Idi Sesanga. Tunarudi tena nchini Marekani ambako nia ya rais wa nchi hiyo Donald Trump ya kuitwaa Greenland imeibua maswali kuhusu dhamira ya Marekani kwa jumuiya ya NATO. Marekani inaendelea kudumisha uwepo mkubwa wa kijeshi nchini Ujerumani, hatua ambayo ni sehemu muhimu ya mkakati wake wa ulinzi wa taifa tangu na baada ya vita vya pili vya dunia. Ripoti ya mwandishi wa DW Benjamin Knight inasomwa studioni na Wakio Mbogo. Ujerumani imekuwa nguzo muhimu ya mkakati wa ulinzi wa Marekani barani Ulaya tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, wakati ambapo majeshi ya Marekani yalikuwa sehemu ya uvamizi wa muungano wa mataifa washirika uliodumu kwa miaka kumi nchini humo. Ingawa idadi ya wanajeshi imepungua kwa kiasi kikubwa tangu wakati huo, jeshi la Marekani bado lina uwepo mkubwa nchini Ujerumani na kwa miongo kadhaa iliyofuata, jamii za kijeshi za Marekani zimejengwa kuzunguka miji kadhaa ya Ujerumani. Jumla ya wanajeshi wa Marekani pia imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika miaka ya hivi karibuni kutoka chini ya elfu 39 mwaka 2019 hadi zaidi ya elfu 50 mwaka 2024. Nchi nyingine pekee ambayo Marekani inaweka idadi inayolingana na wanajeshi wake nje ya mipaka yake ni Japan. Marekani pia imepeleka wanajeshi zaidi barani Ulaya tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka elfu mbili ishirini na mbili, baadhi ya wanajeshi hao wakipelekwa Poland, Romania na Bulgaria. Umuhimu wa kimkakati wa Ujerumani kwa Marekani unaakisiwa na uwepo wa makao makuu ya operesheni za kijeshi ya Marekani yaliyo Ulaya, EUCOM, katika mji wa Stuttgart kusini magharibi mwa Ujerumani, makao ambayo husimamia na kuratibu majeshi yote ya Marekani katika nchi hamsini na moja, nyingi zikiwa za Ulaya. EUCOM inaeleza jukumu lake kama kulinda Marekani kwa kuzuia migogoro, kuimarisha ushirikiano kama vile NATO na kukabiliana na vitisho vinavyovuka mipaka ya mataifa. Kituo hicho kinajumuisha jeshi la Marekani barani Ulaya, vikosi vya anga vya Marekani barani Ulaya na vikosi vya wanamaji vya Marekani Ulaya na Afrika vyote vikiwa na kambi nchini Ujerumani. Jibu rasmi la serikali ya Ujerumani kwa swali lililowasilishwa na chama cha mrengo wa kushoto mwaka 2023 lilionyesha kuwa serikali ya Ujerumani pia huchangia gharama za kuhifadhi majeshi ya Marekani na NATO nchini humo. Kiasi hicho kinaendelea kuongezeka. Mwaka ambao ndio mwaka wa mwisho takwimu kutolewa, Ujerumani ilichangia euro milioni mia moja na nane kusaidia majeshi ya kigeni ya washirika katika ardhi yake ikilinganishwa na euro milioni mia moja mwaka uliotangulia. Kwa kuwa kambi za kijeshi za Marekani pia huajiri raia wa Marekani na wanajeshi wakati mwingine huambatana na familia zao wanapohudumu nje ya nchi, jamii kubwa za raia wa Marekani zimejitokeza karibu na baadhi ya kambi za kijeshi nchini Ujerumani. Kwa hakika baadhi ya kambi za Marekani nchini Ujerumani kama ile ya karibu na Ramstein ni kama miji midogo yenyewe, ikiwa na maduka ya Kimarekani, shule, huduma za posta na vikosi vya polisi. Wakati mwingine sarafu halali inayotumika ni dola ya Marekani. Ingawa Ujerumani imekataa waziwazi kumiliki silaha za nyuklia kama kansela Friedrich Merz alivyosisitiza tena mwaka jana, nchi hiyo imekuwa mwenyeji wa silaha za nyuklia za Marekani tangu miaka ya 1950 ndani ya mfumo wa mpango wa kugawana silaha za nyuklia wa NATO. Shukran wa Kiombogo na ripoti yako imetukamilishia mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn. BW. Wanawake na maendeleo. Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu kwenye makala ya Wanawake na Maendeleo ambapo leo tunazungumzia uwezeshaji wa wanawake wenye ulemavu Zanzibar kupitia mradi wa bajaji za biashara. Mimi ni Najet Omar. Karibu. Wanawake wenye ulemavu mara nyingi hukumbana na changamoto nyingi za kijamii na kiuchumi zinazowazuia kushiriki kamilifu katika maendeleo ya kijamii Kutokana na hali hiyo, jumuiya ya wanawake wenye ulemavu Zanzibar Juauza imechukua hatua ya kuwawezesha wanawake hawa kupitia mradi wa bajaji za biashara unaolenga kuwawezesha kupata kipato, kujenga ujasiriamali na kuimarisha ustawi wao alimze, wa kifamilia na kijamii. Sabaha Ali Mzee ni mkurugenzi wa jumuiya ya wanawake wenye ulemavu Zanzibar, anaeleza zaidi lengo la kuanzishwa kwa mradi wa kuwawezesha wanawake kwenye biashara ya bajaji bajaiajiwauza ilikuwa inafikiria ina, ina, ni kitu gani ambacho kinaweza yeah, kuwasaidia kuwakwamua wanawake wenye ulemavu katika katika kiuchumi na tuliona mradi wa bajaji ni mzuri zaidi uh, kwa sababu tulihisi kwa kipindi tulichoanza na zile bajaji zilikuwa ni bajaji za umeme, bajaji ambazo ndo zilikuwa zinatakiwa katika mji wa Zanzibar, bajaji ambazo hazileti madhara maana ya kwamba hazitoi mamoshi na nini, kwa sababu tunatumia umeme. Kwa hiyo tukaona kwamba ni jambo moja ambalo ni zuri na na litaweza kuwakwamua pia kiuchumi, na kila bajaji moja izae bajaji nyingine kwa ajili ya watu wenye ulemavu, ili ziwezi kuendelea na kuwakwamua wanawake wengine wengi wengi, kwa sababu bajaji unailipia katika taasisi alafu bajaji ile ukisha lipia mwisho wa siku unapeleka unaleta pesa kidogo kidogo katika taasisi, alafu mwisho wa siku ile bajaji inakuwa yako. Kwa hiyo ile fedha ambayo imepatikana ilikuwa inatumika kwa ajili ya kununulia bajaji nyingine. Mradi huu hauchangii tu ukuaji wa uchumi, bali pia unakuza usawa wa kijinsia, kupunguza ubaguzi dhidi ya watu wenye ulemavu na kuunga mkono maendeleo endelevu, yaani SDGs. Rehema Saidi ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa bajaji ya kuchaji kwa umeme. Sehemu ya kazi yake ni katika bustani ya Forodhani. Anasema mradi huu umemsaidia licha ya changamoto ya bajaji hiyo kuharibika. bajaji ya liwauza ile ya chaji ilinisaidia kwa kipindi kifupi, maanake bajaji wenyewe ilikuwa haiko freshi kutokana na beti ni mbovu. Nashukuru kwa kipindi kilichokifanya kazi ile, ilinisaidia kwa muda mfupi. Kwa hiyo kwa sahivi nimerejesha kwao, iko mbovu, kwa hiyo nashukuru ni tumefikia hapo. Mradi huu umekuwa msaada mkubwa kwa wanawake wenye ulemavu kwa kuwapa fursa ya kujifunza udereva, kuwajengea ujasiri, pamoja na kuwawezesha kupata leseni ili waweze kujiajiri na kupata ajira katika sekta ya usafirishaji. Kupitia utaratibu wa malipo madogo madogo, wanawake hawa wameweza kumiliki bajaji na kujiendeleza kibiashara. Hata hivyo, Sabaha anasema kuwa pamoja na mafanikio hayo wanayoyaona mradi unakumbana na changamoto ya ukosefu wa ufadhili wa kutosha na bajaji kuharibika, hali inayokwamisha upanuzi wake wa kuwafikia wanawake wengi wenye uhitaji. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo kwa sasa tunaipitia ni kwamba zile bajaji zile, ukiwa unataka kwenda masafa marefu, zinaweza kuletea changamoto, ndo kama hivyo, kufungua moto ama kuweza kupandisha hivyo vilima na vitu au kukwama katikati, licha ya kwamba inaharibika, vile vifaa ambavyo vinatakiwa vitumike kwa ajili ya kutengenezea havipo hapa Zanzibar. So, kwa hiyo tulivyokuwa tunawasiliana na wafadhili wetu kuambia hii changamoto uh, wakatuambia kwamba wataweza kutualizishia vifaa hivyo kutoka nje, lakini nadhani pia imekuwa ni changamoto kwao pia. Lakini pia hata mafundi ambao wapo hapa Zanzibar bado hawajaweza kuwa na utaalamu wa kuvitengeneza kwa sababu asili ya vile vibajaji ni za India. Mradi wa bajaji za biashara wanaonyesha wazi jinsi uwezeshaji wa wanawake wenye ulemavu Zanzibar unavyoweza kuleta mabadiliko chanya. Licha ya changamoto, wanawake walemavu waliopo katika mradi huu wamenufaika kwa kupata kipato na kuendesha maisha yao. Msikilizaji wa DW alikufikia hapa na hitimisha makala ya wanawake na maendeleo, ambapo leo tulizungumzia uwezeshaji